Nyumbani kwangu lakini hivi karibuni nitakuwa miongoni mwa familia yenu. Karibu sana shemeji yangu. Kuna kitu shemeji, nataka nikwambie, na ni muhimu katika maisha. Je, unaweza kunitunzia siri? Nitakutunzia shemeji yangu, mimi ni mtu mzima. Usiofu wewe na kumharibia dada yangu ndoa. Kuna maanisha kaolewa, sio kuolewa tu na tena katoa mimba kwa ajili yako. Kwa nini nilimuuliza kama ameolewa akasema hajaolewa? Jamani, hivi juu ya tasha lini uongo eh? Kuna mkaka alimsababishia hivi hivi akauawa, na hivi majuzi mwaka ametoka gerezani kwa msamaha wa rais, na wewe pia anataka uawe kama alivyouawa yule kijana nah. mpaka kichwa kinaniuma. Wewe unasema kichwa kinakuuma, we ofikio. <coughs> kwa ushauri wangu shemeji yangu, kama shemeji, achana na dada yangu tuwete <coughs> matatizo, shemeji, umenielewa shemeji? Nakuomba na, na kupenda ndo maana nimekwambia. <coughs> Shemeji, yote ulioniambia nitayafanyia kazi, lakini sitamwambia mtu yoyote. naye amenyumiza sana, naomba ende ukamwambie simtaki tena. simtaki tena. simtaki kabisa Shemeji, njia gani, shemeji? Baba, anatak kusababishia mimi ni wao simtaki kabisa, au mimi ni uwe. sitaki kabisa tena. Yaani, yani, yani, yani nashindwa hata kuongea, nashindwa hata kuongea. ilipokuwa nimempenda natumia gharama zangu, au unaonaje hapa kwangu, unapaonaje? gharama nilizotumia kwake mpaka nakuja nyumbani. Na nilikuwa nakuja kutoa mahali. Simtaki kabisa. Kampelekea habari simtaki kabisa. Simtaki. Taki nimeumia sana. Bajuma, unajua tumepotezana muda mrefu sana. Lakini si nzuri hii tumepotezana. Bwana, majukumu Oh, dhe dhe, karibu sana ba. Karibu sana sana. Ndiyo bwana, nakuona lakini, shemeji yuko bwana, mmepishana kidogo, tukatoka, ailikaenda sokoni mzesanga, ah. yeah. Ndiyo, mdugu yangu mgunu wa kwako. Sawa sawa kabisa, nimekuja kukualika, ndio ninataka kuoza binti yangu siku hiyo kesho kutwa hiyo. hmm. Maozesha kesho kutwa? Je, wanaleta mahali au kwenda kuelewana mahali zoezi lililobaki ni la kupokea mahali tu. Yaani, ndugu yangu, umekula ng'ombe mzima, umebakisha mkia, ndio unanikumbuka kuja kunialika ndugu yangu. Samahani sana, unajua haya mambo yana ghafula sana sasa, ni, lakini ndio maana nimekuja kwako kwa kuomba kwa kwa kwa kwa radhi, kwa sababu nime sikukualika lakini, hili ni la muhimu zaidi, tunakwenda kupokea mahali ndugu yangu. Mimi nimeshakuelewa. Umenielewa ndugu yangu? Ndio, nimeshakuelewa. Basi kama umenielewa na nakushukuru sana nina shughuli napita pita kwa ndugu zangu kwa ajili ya siku ya mahali. Hey, sasa ndugu yangu asante sana eh. yule ni binti yetu. Wewe, we, muhimu kwangu, sawa kabisa, haina ah, shida. a Ah, wasalimia sasa, unisindikizi ndugu hilo. Ah, mdogo wangu uzemini, kuna watu wamempelekea shemeji si yako maneno maneno, ndio. Kwa mimi ni mke wa mtu, nimeolewa. Ulimuuliza kuwa maneno amepelekewa na nani? Kama unavyojua wanaume ni wabishi, nilimuuliza alikataa katu katu kumtaja ni nani. Ungembembeleza angekwambia kwamba ni nani alompelekea maneno. Niliona haina haja ya kuendelea kumdadisi, nilivyomthibitishia nikaona aelewi, nikabidi niwaambie baba na mama, wakamwita nyumbani wakamwelewesha. Kaisha ana bahati yake, hajamsema alompelekea maneno, na angemtaja huyo mtu ningemfuata, ningeenda kumchamba mimi eh! Binadamu hawana huruma. Dadangu, yani miaka mitatu mdogo wako, nimeolewa hujai kuja kuchumbiwa, ndio mara ya kwanza kuja kuchumbiwa. Yani utanishinda hata kuonea huruma uwe na kwako. Yani mimi ningemjua, jamani, huyo hmm, mtu mm -hmm, ningeenda kumalizana naye huko huko, ningemchamba, ningevaa kile kidela changu kile, kama unavyokijua. so, icho hicho, shoga yangu. so, Baba hey! Shikamo. Mm -hmm. Asijambo. Ndio Ndiyo. Sasa Baba, kwa leo ndio ilikuwa siku ya kwenda kutoa mahali, ndio kama nilivyokuwa nimekwambia kwamba tutaenda siku ya leo. Anaumwa tena, kwa hiyo Baba umpate dharura. Oh. Basi sawa baba. Endelea na hayo. Kwa hiyo mimi nampitia na rafiki yangu Haidi, kwa sababu tulikuwa tumeshaahidi kwamba leo ndo tunaenda kutoa mahali, wana watu wanisubiri kule wageni. Basi nitampitia afu tutaenda. Nitakujuza sawa, baba yangu. Asante kunitakia kila la heri, jambo jema. Asante baba. Nimekuja hapa si kwa mazungumzo, bali nimekuja kukupa kazi. Nakusikiliza. dada yako anataka kuolewa na mwanaume ambaye namzidi uwezo mume wangu. Hilo swala sitaki litokee kati yao, dada yako na, na shemeji yako. Nani unataka afe? Au unataka ni uwe wote waue? Tena wewe ujui kazi yangu na hata na na si uwe. Uwe wewe ukizingua, napita na kichwa chako. Basi usiwaue. Unachotakiwa kukifanya wewe kwa ni kujifanya kuwa ni mme wa dada yangu ili umtishe, mm. mme wake asiweze kumuoa. Hata mwanzo nishai kumpata, nikamwaza swala kama hili hili, mm. hakunielewa. Basi hilo halina shida. utanipa laki tano, utatanguliza laki mbili, laki tatu baada ya kazi. Kuhusu swala la pesa, baba usijali, ndio tabu. Account namba Ndio namba yangu ha. Angalia ha, kwenye simu ya. Amna shida. Namba ya simu yako ni kuwekee namba za shemeji yangu ha. Anaitwa Ambura na ukimpigia simu naomba umpokee. Hilo ni jukumu langu sawa, so, usinifundishe kazi sawa. Nahitaji picha huyo dada yako. Picha ya nini? Nimeshakwambia usinifundishe cha kufanya, usinitishe. Mimi ni boss wako kwa sasa. Hamna shida bosi, nimeshakuelewa. Na ukizingua nitatafuta mtu mwingine ili aifanye hii kazi. Sina nia mbaya na hiyo picha, nasikia nataka niichukue, niende nikaiedit ili nionekane tuko naye pamoja, tumefunga naye ndoa, kwa hiyo hata mimi nafunga Unakumbuka, leo ndo siku anaotolewa mahali dadangu? Ninakumbuka sana. Umeshampigia simu? Hapana, ndio nataka nimpigie. Afadhali subiri kwanza nifike nyumbani kwa sababu nimekaribia, niko njiani. Nikishafika pale mi nitaku SMS, alafu niisha ku SMS unampigia yeye simu ili wasijue kinachoendelea sawa? Bosi wangu nitatekeleza. Umesha editi picha hiyo? Ninayo, nikiongea naye nitamtumia. Ninakuamini, anda tu mpunga wangu, nikimaliza kazi Sitaki tudaiane hilo tu. We maliza kazi yangu, we mwenyewe utapenda. Sikiza we Kenge, unajua nimeshakuvumilia, kuvumilia kwa muda mrefu na wewe ndio chanzo cha uharibifu wa familia yangu kaka. Sisi sote ni wanaume, nachoomba ufunguke, niambie tu, mke wako anaitwa nani? Pengine unaweza kuwa umelong namba. Mimi sio mjinga mpaka nikosee namba. Ninachokuomba uachane na mke wangu. Simtaji mke wako jina, anaitwa nani? Kwa hiyo inaonekana wewe umetembea na wake za watu wengi sana. Kaka tuheshimiane, mimi sitembei na wake za watu niko na mchumba wangu anaitwa Juri na leo ndio siku ya kwenda kutoa mahari. Wewe ni mjinga ulishaona watu mwanamke anatolewa mahari mara mbili? Juri ni mke wangu na ukiendelea naye nitakuchinja. utathibitishaje kwamba huyo ni mkeo? na kutumia picha ya ndoa ili uthibitishe kwamba ni mke wangu Jamani, kaka, mimi nilidanganywa, sikujua kama ameolewa. Juli ni mke wangu mimi. Nani aliye kudanganywa kwamba Juli hajaolewa? Yeye mwenyewe na wazazi wake pia. Neno langu la mwisho nalokuambia, achana na mke wangu. Nimekuelewa kaka. Kwanzia sasa nimeachana naye. Na hata swala na mahari nimeahirisha. Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Siku njema sana, ni siku ambayo Simba na Yanga ndio walicheze, alafu cha ajabu eh, sini Simba wanasema kitu, mimi nashangaa ni timu yangu ili, kwani iko sanga? Hapana uh, yeah. Eh, hakuna cha mgogoro. Simba amekubali kuingiza timu uwanjani, labda sasa hmm, migogoro hiyo i migogoro mingine, lakini Simba naingiza timu uwanjani ya kujua tu kwamba labda wanacheza saa ngapi? Mimi hiyo ndio limenipita, atakuwa wanacheza saa 11. Sawa mojaui, saa 11 jioni mzikako. Hmm. naona muda unazidi kwenda, hebu jaribu kuwapigia tuone wamefikia wapi.

Simu inawezekana inaendesha gari. Kumbe ana gari? Ndio, ana gari. Mzee Kagoro, inaonekana una wako wenye, wenye uwezo. naomba usimsumbue huyu, sio mbabaishaji. Samani baba, mimi ni mwakilishi wa baba yangu, ameniagiza ameshindwa kufika. ameniambia utakapochukua mahali ile laki tatu yake anayokudai unipe nimpelekee. Tena wewe kijana, una adabu hata baba yako naye nafikiri hana heshima nzuri. Hawezi kukutuma wewe kijana mdogo kuja kwangu. Mali yenyewe ndogo hii mnaitolea macho. Kamwambie mimi hiyo mali tena, amenichukiza sana kijana. Ana adabu hata baba yake naye hana adabu. Kosa lako lipo ni kwamba hapa hatukuja kudaiana madeni cha, cha, cha madeni okay. Inakuwaje mze, yule mzee mwenzio ameshindwa kuja akatuletea kijana kama huyu? Mi nashangaa, kikao cha wazee hiki. Namuheshimu sana yule baba yake <tune> nananikopa, yeah. lakini sijawahi kumwaibisha kama alivyoniaibisha huyu kijana. Kaja huyu lakini, ndiye asubiri mahali, ndiaje kudai deni kwa nini aje kudai deni hapa, eti mwenzangu? Ah, ni kweli, sio sahihi eh? ni aibu, aibu kubwa. Halafu ukiangalia baba yake ni mtu mzima, mm -hmm, ambaye alitakiwa kuja kuleta mawazo hapa, tunaondia kuletea mambo ya madeni. Inawezekana wapi kitu kama hicho? Hakuna mtu naye msamini kama huyu mzee. Mimi naona hata uthamani wake saizi umekwisha. Ah, kama ameshindwa kuja kwenye kikao anamtuma mtoto tena, anakuja kudai deni. Sina hamnaye huyo, fai kabisa, sio mzee mwenzetu tena na hivi vitu vingine tu tunajifunza kesho, na kesho kutwa anakuja kwako, kwangu. I angalia sasa, tunapokuwa unapata aibu, kikao cha mambo mengine unaleta madeni, unaaibika sana okay. hili ni aibu hata kwenye jamii. Hello? Oya, vipi, mbona hapa? naona mambo kimya tu kazi imekamilika asilimia mia moja. Mm, hapo sawa, shemeji yangu. Yaani hata wageni hawajafika, tuwapigie simu shemeji. Nimepiga simu, mm. Nimepiga simu haipokelewi, baba juu. Nilijua tu watu, watu wa mtaani humu wameshaanza mambo yao ya kuanga, mke wangu usio na mawazo potofu. Shemeji yangu, ukamwite mwanao. Juu sawa, shemeji mm. Yaani, mm. Yani, mimi sijui huu mtaa wanataka wanifanyeje tu, kila anapopata mchumbo mwanangu wanamwingilia, wanamwingilia maoneno kibao, au wanataka wanifanyeje? Jamani, mwanangu ataolewa lini sasa? Ataro, warin, sasa wow, jamani, Mungu wangu wow. Sasa usiende mbali, labda unajuaje, labda hapana, mtaa huu, mtaa huu ni wawangaji sana Angalia sana lakini sasa, mm, asipoolewa na, na muda huu huyu mwanaume. Yule mwanangu chumba wako, tumemsubiri kwa muda mrefu sana na tuelewe kilichotokea. Sasa ni vizuri uende ukampigie simu chumba wako, tujue kinachotokea ni nini. Amechelewa mno. Ndio e, shemeji, inakuwa ni vizuri mkaenda naye huyo Hey, tujue sasa, mke wangu, mambo yanakwendaje lakini, hmm? Baba juu, mimi nashindwa. Inawezekana nikawa nikakubaliana unaye yasema si maki, kila kitu kinakuja mara, kila kuja mambo yanakwenda vizuri, lakini yakifika ya mahala anataka kuharibika, na hili nataka iharibike kweli, itafika hatua utanikubali. Halo, Zamina mme wangu, kabla anauliza unafika saa ngapi? Maana amekupigia simu ka upokee hao. Haloau simu mbovu? Halo, simu sio mbovu, nakusikia vizuri sana, unapenda utani sana, mme wangu. Yaani unanisikia alafu unavunga, unasikie nani? Mme wako

Nimeshakwambia umekosea namba. Hapana. Naongea na mume wangu wa mbura. Mume wangu mtarajiwa. Ndio. Unaongea na papa wa mbura kwani kila naitwa papa wa mbura ni mume wako? Naomba unisamehe kama nitakuwa nimekosea. Juri. Nilikupenda nime sana mama. Sikujua kama wewe na wazazi wako ni fisi wenye njaa kali. Baba yako kakujooza kuwa bidhaa Anakuuza ili apate fedha. Mama, tulia na mume wako. Huwezi ukaolewa mara mbili. Nilikwambia kwamba mimi sijaolewa, hata wazazi wangu walikuthibitishia kuwa sijaolewa. Mtu umefunga naye ndoa, mpaka picha ya ndoa akanitumia mimi, alafu leo hii unasema hujaolewa? Mama kawadanganye wale uliozoea kuwadanganya, sio mimi.

Hi <laughs> mimi hili sintakubali, mke wangu, sintakubali kabisa. Mimi naweza nikaamini mambo yako ngawaja, siaminiamini sana lakini nakwenda kuamini mambo yanatuzunguka zunguka, zunguka. Kila kitu kikija kizuri kinakuja mahala kinaharibika Mtaaa huu nilikwambia kwamba wameshaanza mambo yao, lakini asipoolewa na mchumba huyu, kuna kitu ambacho nitakifanya. Hapana, siwezi kukubali. Huko yule analia, twendeni tukamwone analia nini jamani.

a wetu nafsi zangu maaaiasani ya kweli. Huyu mwanaume huwa anatumia mbinu ya kutongoza kwamba atakuoa, akishakutumia tu anakuacha. Hata wafanyakazi wake huwa mpaka atembee na wafanyakazi wake kwanza ndo ampe kazi. Jamani, nimeonekana mimi muongo. <coughs> <coughs> <Yemaza, tos> <coughs> <Yemaza manangu. tos> Lakini kwenye mtaa huu naona wameanza mambo yao, sijuu kwa nini wanamfuatilia mwanangu. Lakini mpaka nije nifanye kitu, alafu nitaenda kuwaambia pale <coughs> nitaenda kueleza mimi ulivyokuwa umesema ndio ameniingia moyoni, lakini hata mimi yananiuma. Mke wangu binti anataka kuolewa mchumba, eti leo haji, kamkataa mtoto wetu. Hii ni balaa gani? Mimi maana nakwambia hivi, niende eh, nikawaambia? Hapana, mke wangu, hii ni aibu. Imesha tokea mimi nitakwenda kuambia tu kwamba mkulima wetu amefiwa na mama yake, ili tufunike mambo haya. Ni aibu. Mimi nakwenda, mke wangu, sawa <laughs> Itu, hey, mke wangu ni aibu. <laughs> mi. Ah, mimi nafikiri mambo mengine ni mazuri tu kwa sababu kikao chetu kinaenda vizuri, nasemaje wewe? Hapana, hakiwezi kuvurugika kwa sababu aliyekuja naye ni mdogo. Bora angekuja yule mzee mzetu. Kwa hiyo mambo nafikiri yanaendelea, ngoja tumsubiri mzee wetu akija. Naukufanya nini, ndugu zangu? Ndio bwana, nimepigiwa simu sasa hivi kijana ambaye tuka mtegemeaaje, mkulima wetu, amefiwa na mama yake, huyo mkwe Kumbe hiyo ukimia kimia yote ma, wana matatizo nyumbani. Sasa ndugu zangu, sherehe itaendeleaje? na ndio tulikuwa tunamtegemea aje. Sasa mi nafikiri tuwahirishe sherehe hii. Ikikiisha mambo yote, basi ndugu zangu, nitakualika tu pamoja na wenzangu. Inaishia hapa, ndio inaishia hivyo. Sasa tutafanyaje? Amefiwa, nilikuwa napiga simu kumba, napiga simu kumba, na matatizo kijana. Mama yake mama yake mzazi ambaye ni sanzi yetu, yetu. Jamani, asante eo, nashukuru nini kwa kuitikia kuja kwangu, mnaniheshimu nimefurahi sana, ndugu zangu, mzee mwenzangu kawaida.